Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema leo kimeendelea na kampeni zake katika jimbo la Rungwe kata ya Lufingo na kuelezea vipaumbele vyake itakavyoanza kuvitekeleza endapo wananchi wa jimbo hilo wakiwapa ridhaa ya kuongoza kwa nafasi ya urais, ubunge na udiwani. Moja ya vipaumbele hivyo ni suala la kilimo cha chai na kahawa, changamoto ya maji, ubovu wa barabara na mgodi wa makaa ya mawe wa Kiwira. Mwandishi wa Mwananchi Digital Peter Edson mara baada ya kumalizika kwa mkutano huo amefanya mahojiano na mgombea ubunge wa jimbo hilo John Mwambigija. Fuatana nasi. Mwambigija, habari za leo? Salama salama. Hem, niambie, leo umetembelea wapi na wapi na wapi na wapi? Uh, kwa sasa hivi huu ni mkutano wangu wa mia moja na sabini na moja kwa maana nimetembelea kata mbalimbali, lakini zaidi vijiji na vitongoji na hiki ni kijiji cha Igembe katika kata ya Rufingo nikiwa nikiomba kura za mimi kuwa mbunge lakini pia kumwombea diwani wangu hatimaye na Rais Edward Ngwairoasa. Kwa hiyo tukitoka hapa tunaelekea mkutano wa mwisho. Uh, katika katika kampeni zako nini hasa umekiona kwa wananchi? Nini hasa ambacho wananchi wanakihitaji? ya yeah, kusema kweli hili jimbo ni kama vile lilikuwa halina mwakilishi kwa muda mrefu. Kuna vipaumbele na shida nyingi sana zinazowakabili wananchi katika karine hii wakati wenzetu wanarusha ndege zisizokuwa na rubani, sisi huku tunahangaika uhaba wa maji kwenye vijiji, tunahangaika na miundo mbinu ya barabara, lakini pia tunaelezea uhaba wa mazao. Kwa mfano, jani la chai bichi kwa mkulima kuliuza kiwandani kwa bei ya shilingi mia mbili na sabini na tano, ili hali baadhi ya wa, wa, wa, wa, wa, yaani, wa, wanahisa wanachukua elfu nne na kitu kwa hiyo tulitaka tujikite kwenye bei elekezi ya serikali elfu moja na mia saba. Kwa hiyo hiyo pia ni kero, kwamba mkulima hawezi hata kununua bandro mbili za gari, bandro mbili za bati kwa zao lake la chai. Kwa hiyo wamekuwa kama watumwa ndani ya mashamba yao. Kwa hiyo Rungwe unavyoisikia Rungwe ina matatizo mengi. Tuna matatizo ya masoko, masoko yanamilikiwa na halmashauri baadaya yenye vijiji na, na kwamba tuna mageti mengi ya mazao halafu pia tuna, tuna, tuna vyanzo vingi vya maji lakini havijatuletea majawabu kwa muda mrefu, hasa miaka hamsini na nne ya Chama cha Mapinduzi. labda katika Labda, katika jambo moja nimelipenda hapo ni kuhusu chai. Uh, wananchi wa, wa, wa, wa wa Rungwe wakikupa ridhaa ya wewe kuwa mbunge wao, unadhani utafanya jambo gani kwa ajili ya kukomboa sasa wananchi wa kutoka kwenye hii jambo la chai? Nashukuru. Unajua, katika nchi za maziwa makuu, kwa mfano Kenya, maeneo ya Kericho, ambako nalima chai, kilo moja ya janibichi la chai ni shilingi elfu tatu lakini sisi huku, wakati chai ya Rungwe tunazalisha kwa asilimia hamsini na ina ubora wa kiwango cha juu, janibichi ni shilingi mia mbili na 35, ambayo ni ndogo sana kwao. Tutajikita kwenye bei elekezi ya, ya serikali ya bei shilingi elfu moja mia saba kwa kilo angalau iwe nafuu kwa mkulima. Lakini kingine ni kuruhusu makampuni mengi ya ununuzi wa majani mabichi kwa maana ya chai ya mkulima, ili kuwa na competition, ushindani wa hapa na pale, ili tuweze kupata bei nzuri. Lakini baadaye tukimaliza hilo, ndo tuanze kuzungumza namna ya kufungua milango ya uwekezaji viwanda vidogo viweze kujengwa, kwa maana kulima yani bei I mean, e, zao la mkulima la chai liweze kwenda moja kwa moja kwenye kiwanda, kuliko kama hivi madalali katikati hapa ni wengi. Uh, jimbo hili lilikuwa likiongozwa na CCM kupitia kwa Mwakyusa, profesa Mwakyusa, yeah. Mwakyusa. Yeah, na hatimaye tena wamemchagua jamaa anaitwa Sauli kwa ajili ya kugombea upande wa CCM Unahisi unaweza kuvaa hivi viatu na kuleta mabadiliko katika jimbo hili, kama wanavyoimba nyimbo zao kwamba CCM ni ileile ile, sera zao ni zile zile? Tutaisoma namba. Kwa hiyo kama Mwakiusa alishindwa kutafuta soko la wakulima au bei nzuri au kusimamia bei elekezi ya serikali kwa wakulima waweze kulipwa stahiki zao, ninahisi aliyekuja ni walewale wale. CCM ni kama msitu wa zamani, wanaobadilika ni tumbili. Kwa hiyo mimi nitakachofanya nitavaa tena kwa kwa mpaka watu wa Rungwe wakiri kwa kinywa chao kwamba tulichelewa kumpata mzao pako au mbunge kutoka upinzani. Kwa hiyo nitajitahidi kutofautisha na ubunge wangu utakuwa shamba darasa, kwa sababu umejikita kwenye vipaumbele ambavyo viko zaidi ya kumi. Mwisho kabisa, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe ishirini na tano mwezi huu wa Oktoba, wito wako nini kwa wananchi, hasa ukizingatia kwamba kuna baadhi ya watu wanasema kwamba amani ya Tanzania iko rehani kwamba pengine panaweza pakatokea machafuko, unawaambia nini Watanzania kuelekea uchaguzi huu? Nashukuru kwanza, hiyo hali kweli tena tu, nashukuru kulijibu hilo, kwamba atakaovunja amani ni Chama cha Mapinduzi. Mgombea wao ana asilimia chache, lakini anataka kulazimisha kuingiza masanduku au kuongeza vituo hewa au kumtengenezea kura ambazo zitamwongezea ushindi na si kama Chadema. Niwaambie wananchi, tutapiga kura, tutalinda kura kulinda kura si lazima viongozi wa Chadema peke yao ndo walinde, au red brigade. Tunawahamasisha wakae mita mia katika kuangalia wakara, kwa sababu wamejipanga kununua mawakara. Kwa hiyo amani ya nchi hii wataivunja chama cha mapinduzi, na sisi kama Chadema hatutakubali kuona kwamba tunapokwa mdomoni ushindi ambao unaonekana uko dhahiri shahiri, uko wazi.